Bwana e, mambo vipi, mtu wangu wa nguvu kabisa, mtu na na familia bora kabisa, ili kuweza basi e, kupata update zote na, e, na uh, uh, mwanamama mwigizaji huyu ni Wastara Juma. Bwana, Wastara amekuja na jambo lake na stori imekuwa kitrend sana na kusemekana hali yake ni tete, lakini pia amezungumza mengi kuhusiana na suala lake zima la yale anayopitia kwa ugonjwa mpya ambao umeibuka kwake, na anasema kwamba tumbo limekuwa likivimba kiasi kwamba inampa hali ya kuogopa sana, na si hayo tu. Wastara bwana ni mtu ambaye amekuwa ni mwigizaji wa muda mrefu wa Bongo Movie, na mengi ameyafanya kwenye filamu, lakini inapofika hatua ama swala bwana la kuhusiana na maradhi yake, amekuwa akipitia changamoto ya kipesa, japo kuna baada ama japo kuna wakati pia aliwahi kupitia changamoto hizo za kifedha kuhusiana na tatizo lake la mguu, ama kutumia mguu wa bandia kiasi kwamba anafikia hatua ya kuweza kuchomelea eh, kwa mafundi mageti ili tu ule mguu uweze basi kumsapoti, na kuna kipindi pia alikuzungumza sana mwanamama huyu Wastara kwamba alienda India kwa yule daktari wake anaitibu mguu wake na na kiasi kwamba daktari hakumuelewa na kuamua basi kutupilia mbali ule mguu mguu kwa sababu ulikuwa ni mguu ambao umechomelewa. Sasa, uh, nikujuze tu kwa ambaye unatamani kupata update zote, ama kujua story hii ambayo ina trend sana hivi sasa mitandaoni ni kuhusiana na hali ya Wastara Juma, na amekuwa kilalamika kwamba tumbo lake linavimba, lakini pia ugonjwa mwingine ambao umemuibukia mwana mama huyu Wastara Juma ni issue ya ngozi yake kubabuka. Sio hilo tu, pia anaeleza kuna madhara ambayo ameyapata kwenye ini na kuzungumza kwamba a, swala hili sio kwamba ni ugonjwa tu wa kawaida, bali chanzo cha yote anadai kuwa amewekewa sumu na wabaya wake. Tunaelewa bwana masta wanapitia mengi, wanakutana na watu wengi, lakini pia kuna mengi ambayo wanakumbana nayo, a, makashfa a, tuna, tunasikia pia kiki ni nyingi lakini mbali na hilo uh, mambo ni mengi pale ambapo wanakutana na watu ambao hawapendi mafanikio yao ama maendeleo yao. Kwa hivyo nafikia hatua kiasi kwamba kuna watu ambao wanatamani atampoteze mtu kisa tu kuna kitu ambacho anakiingiza kwenye maisha yake ama amemzidi kitu fulani, kwa hivyo wanaamua tu kumfanyia ubaya kwa yeye. Wastara bwana amekuja na kusema hivyo kwamba anapitia tatizo hilo la tumbo kuvimba ama ngozi kubabuka na kupata shida ama madhara kwenye ini ni kwa sababu tu kuna baadhi ya wabaya wake wamwekea sumu na mbali na hilo, kuendelea kueleza yote hayo na mama huyu Wastara bwana pia akawa amezungumza mengi, ikiwemo swala zima la kuomba msaada, yani kuchangiwa ili tu kuweza kujitibia kwa ile matatizo yake ambayo anayapitia. Na wengi labda ufikiria uh, wasanii kuomba msaada ama kuhitaji huruma kwa watu ni kwa sababu tu anafulia ama kuna maisha magumu anayapitia, lahasha. Inategemea tu bwana mtu huyu anapitia uh, shida gani ama anapitia tatizo gani kwenye mazingira yake ya kila siku? Kwa hivyo leo nimekusogezea hiyo story, lakini si hivyo tu, ni kuunganisha na story nyingine bwana ambayo imetrend hivi sasa na ni juzi tu hapo uh, iliweza kutokea ambako tuna tulimwona mwana mama wa Maspetu bwana, kivazi chake kilileta utata kidogo. Sasa ile shughuli bwana watu wakaivaa kuivaa kweli kweli, kwanza kumsema kumsakama hapa na pale, na pale kuhusiana na kivazi chake, lakini pia ya kusema kwamba umri umeenda na hapendezwi kuvaa na ama kujistiri na mavazi ya design hiyo. Lakini sasa kwenye shughuli hiyo ambayo ilihudhuriwa na wasanii kibao, akiwemo Gigi Mane ambaye anajiita twini wake bwana. Gigi amekuja amezungumza ishu hiyo baada tu ya kutrend kwa story hiyo na kutokea a, siku chache zilizopita kwenye shughuli hiyo, ambako wote walivaa nguo za kufanana, lakini akazungumza kwanini wamseme Wema tu na si mimi? Na wote tulivaa mavazi ya kufanana, akazungumza mengi ya kuzungumza hapo na akasema kwamba z a vazi, ama muonekano wa mtu, na hata kama mtu umri umeenda kweli kweli, lakini sio kwamba kuna baadhi ya mavazi ama atakiwi kuyavaa kwa sababu yule ni Tanzania Sweetheart na ni brandi, lakini pia ni mtu maarufu. Kwa hivyo kuna uwezekano ama kuna ulazima wa yeye kubadilisha aina fulani za mavazi ili tu uh, yaendane na muonekano wake ama na jina lake ambalo liko hivyo. Gigi kazungumza mengi kwenye media mbalimbali mbali na akasema mengi hayo kuhusiana na watu kumsakama Wema na kutaka kwamba waache kusema vile. Uh, kwa nini mwezi mtukufu alifunga mwezi mzima alikuwa akijistiri vizuri, akivaa mavazi ya kujistiri kama mwanamke wa Kiislamu, maana bidada wa Kiislamu. Lakini kwa nini hivi sasa waanze kumsakama na kumsema wakati si kipindi cha mwezi mtukufu, kile kipindi ambacho mastaa wengi hujibana sana kujistiri miili yao? Kwa hivyo akazungumza mengi na kuwataka watu bwana waache kuzungumzia kivazi hicho cha bidada ama twini wake Tanzania Sweetheart Wema Sepetu. Ni hayo tumekusogezea hapo ile kwenye 69 media. Mimi nisimi tu, ni jambo zuri kama umeamua kuichagua. Shout out nyingi sana kwakwe ambaye umesubscribe tayari, lakini pia unaweza kudondosha komenti yako hapo kuhusiana na haya ambayo tumeyazungumza kwa siku hii ya pili leo. It's me, your girl, Sammy baby. Till next time. bye bye.